Ah, poa sana. Mambo yanaenda bwana? Alhamdulillah. Leo umevaa kiustazi ustazi bwana. Eh, leo bwana nimetoka kwenye mitoko so, yetu aje like sio tuta Kiislamu bwana. Eh. Eh. <coughs> Kwa hiyo tumetoka kwenye kodi zetu bwana. Eh, bwana ndo ndo masuala kwa kuifanyia dua Simba nini? Ah, sisi bwana kila siku tunaomba tunaomba kwa Mwenyezi Mungu, eh, atujalie afya, atujalie na neema. Neema moja ya neema ndo kama hivi ukipenda kitu unachokipenda basi kile kinafanya vizuri. Mm-hmm. Eh, hata mke, unaomba upate mke mwema. Eh, watoto upate watoto wema. Basi hata timu ukipenda timu basi upende timu njema au timu bora sina ah. Eh, ipenda Simba Sports Club eh wadhani ina, inafanya yale ambayo sisi tunafanya nini, tunayataka. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu tumeshafika fainali na aliyefika fainali sio mnyonge, maana yake ni mbabe. Tunaenda kuonyesha ubabe pale pale Berkane Morocco, unaonyesha, tunaenda kuonyesha ubabe Berkane pale Morocco. Wewe bwana eh, kwa mnashinda kule kule kwao. Ah, swala kushinda hajo Mwenyezi Mungu, unaweza kupata draw Eh, na unajua Afrika sio bro unataki ukifungwa moja bila. Yaani ukifungwa moja bila kama umeshinda ugenini. Eh, ugenini moja bila sio masiala. Unajua aje hapa nje kushikilia bomba. Sasa hiyo mambo anaweza Simba Sports tu. Anakupa chuma moja anakuja kwako anashikilia bomba. Anaumfungi. Lakini timu nyingine Benjamin William Mkapa. Shinda tano. Tano au nne. Sasa hivyo ushikilie bomba hapo. Ushinda <laughs> gavi. Yaani e, tano nne. Huko eh, ndio kidogo unaweza ukashikilia ukala tatu. Umeona bwana. Lakini ukishinda moja mbili. Muulize eh, wenzio alishinda moja mbili. Benjamin Mkapa kiliwakuta nini? Eh, bwana kuelekea mchezo huu Simba, mnaona kwamba mnaenda kuifanyia ubaya ubora RS Berkane pale pale nyumbani kwao nchini Morocco? Ah, unajua bwana, sisi eh, ni wazamilia shari. Na siku zote, alizamilia shari asubiri chemba. Kwamba sijui bwana, mimi namsubiri ni kukutana uchochoroni, chochoroni, anaizamilia shari anakutimua popote. Kwa Simba sisi, ubaya ubora tunaufanya popote msimu huu. Mwandishi nikianza kukusimulia, nikianza kukupa rekodi fupi tu ya msimu huu. Simba mechi ya kwanza ndo walianza ubaya ubwela. Kwenye hii Confederation na Al-Ahly Tripoli pale Tripoli Libya. Mm. Pale pale kwa kwa tunaenda kuchukua pacha hapa kaja kula tatu hapa. Msimu unaanza tu. Kwa hiyo mechi za ugenini mpaka sasa hivi nimepoteza mechi mbili tu na CS Constantine na Al-Masri. Na wao wenyewe kwa bado kidogo wanafanya ubaya ubwela hapo kwao. Kombe kwa Berkane najua hajakutana na test, yani test zake alikuwa na nyepesi nyepesi, yani hajakutana ya na ugumu sana. Hata Constantine alimpiga nne kwa kaenda kumfunga. Hebu kabla ujaendelea, tuangalie kwanza katika hizi timu mbili, kwa maana ya Simba na RS Berkane, na wale amepita njia ngumu mpaka kufika finali. Kwanza kwenye hatua ya kufuzu kuingia makundi, ah, nafikiri wa tunafanana fanana, yani kwenye hatua kama tunafanana fanana hivi, japo kwenye knockout kule, eh, kwenye knockout Simba alikutana na mpinzani mgumu kuliko hata yeye eh ila kwenye makundi fanafana, kwa tunafanana fanana kidogo, kwa sababu timu za makundi ukitoa Berkane na Simba uh, kwenye makundi yao wao ndio walikuwa majiant na ndio wao walienda finali, lakini kwenye knockout, mimi nilipita nguo nilipitia ugumu kuliko yeye yenu finali ukutana na CS Constantine ambaye mimi nilikutana naye kwenye makundi na mimi nilikutana na CS na, uh, Stellenbosch ambaye yeye alikutana naye kwenye makundi, kwa hiyo tunafanana mm. Sasa tunaenda kuonyeshana kwamba mimi nilimfunga CS Constantine, mimi nilimfunga Stellenbosch. Kama ulimfunga Stellenbosch na wewe ulimfunga Constantine, tumekutana mimi na wewe, nani anamtoa mwenzake? Kwa mimi na yeye ni wababu ambao tumekutana tunafanana sifa. Ila mimi nimemzidi ubaya kwa sababu msimusi nimezamilia shari. Mimi msimuni nimezamilia shari kila anaingia napasuka. Mm. Eh, kwa hiyo mimi nimejiandaa kumpasua ile isemekane iwe kwake, iwe kwangu, iwe popote pale. Mm. Eh, ndoke sina sina lingine, mwandishi. Ah? Kwa kuipiga tu hiyo. Yaani mimi maana yake hakuna cha kufanya. Yaani mimi sina cha kufanya zaidi ya akwenda naenda pale pale nyumbani kwake akijipindua namfanyia ubaya pale pale kuna hoja kumalizia ubwela. Wewe. Eh. Kwa hiyo ukiangalia kwenye rekodi manake mnyama Simba ndo kakutana na wapinzani wagumu zaidi kuliko wale kukutana nao eh, RS Berkane. Ah, mimi hapana na mekana nilikutana na wapinzani wagumu ambao hata Simba alikutana nao. Pasau, nime, nime, nime kwa sababu nimesema nimekwambia hapa mwandishi kwamba ukitoka kwenye makundi kwenye nusu finali, mimi nimekutana na Stellenbosch nusu finali, ambaye alicheza naye kwenye makundi na alikutana na CS Constantine ambaye mimi nilicheza naye kwenye kwenye makundi kwa sifa zinafanana za sisi kwenda kushindana. Kwa hiyo mimi kichobaki ni mimi na yeye, nani mbabe? Nani? Nani mbabe? Kati ya Simba na Yanga Simekana. Esmerikana. Yaani yameanza. Yameanza. E, e, na mm. E, Yanga Simekana. Na mm. na e. Mm. Nani mbabe? Yaani hapa mashindano ndio yameanza. Ndio yameanza. Eh, hapa mashindano ndio yameanza. Eh, kwa sababu mimi nilimfunga Constantine na yeye kamfunga. Mm. Yeye alimfunga Stephen Bot na mimi nimemfunga. Tumekutana mimi na yeye. Nani mbabe? Na ndio maana inaitwa final. Yaani ni hatua ya mwisho. Hatua ya mwisho hiyo. Hii hatua ya mwisho. Eh bwana, kwa mazingira haya sasa, tuone Simba inabebwa na nani sasa kwenda fainali na kuchukua kikombe. Kwa maana unaosema kwenda fainali maana yake ndio, na nani anachukua ubingwa? Nani Simba, mchezaji gani anaipatia Simba ubingwa? Ni pinipini pini Kamala? Ni Eli Mpanzu? Ni Kipdenisi? Ni gani chazawani? Nani, Yusuf Kagoma? Ni nani wewe? Ah, unajua Simba ya safari hii yani, Simba ya msimu huu ni Simba ambayo magoli yake yametawanyika. Ushindi unategemea na mpinzani anavyokuja mm-hmm. kwa sababu sisi ukitoa pimpi ni Kamala Pimpi ni kama ni, ni golikipa tu ambaye hajashinda lakini ukienda Hamza kafunga, Maloni kafunga, si nani kafunga, yaani sisi kila mtu anafunga ila siku zote unakuwa na wale ambao watu wanawatazamia sana, ambao bwana huyu ataenda kuiamua mechi yetu, ataenda kuiamua. Ila hii mechi kama hizi mimi naona Lionel Cristiano Temba anaweza kwenda kufanya jambo. Wewe eh, mechi kama hizi Lionel Cristiano Temba ambaye watu wanambeza beza, wanamuona si nini nini, mechi kama hizi ndio anaweza kwenda kufanya ubaya pale pale Morocco. Hapa nyumbani yoyote anafunga hapa Benjamin Mkapa, yoyote yule akianza, labda kicha sambe anaweza kufunga. Akila pale Morocco, na hisi Lionel Ateba akicheza tu hiyo mechi, kuna jambo anaenda kufanya. Anampa e, nafasi, anampa nafasi Lionel Ateba kwa sababu e, yaani namna anavyocheza ile striking yake na Berkane jinsi wanavyotoka nyuma kwenda mbele kwenda kumpata mpinzani na muona kabisa Ateba anaweza kufanya jambo. E eh, bwana kwenye kumbukumbu mlicheza na RS Berkane kwenye hatua ya makundi. Naam. Miaka kadhaa iliyopita. Ugenini mlifungwa goli mbili kwa sifuri. Naam. Benjamin Mkapa mkashinda goli moja kwa sifuri. Uwiano huu unauonaje kuelekea finali hii? Ah, unajua utofauti wa kipindi kile ni kwamba Simba alikuwa kwa, anapitia kipindi kigumu sana, kwa sababu anakutana na RS Berkane ni kipindi ambacho Simba ametoka uh, kuuza wachezaji wake wale key players kama Chris Nixon na uh, Chama Clatous. Kwa hiyo tukawa tumepitia kwenye kama anguko kidogo hivi kwa sababu tulikuwa tumetolewa uh, ligi ya mabingwa uh, tu ya pili ile na wale Jwaneng Galaxy. Kwa hiyo tayari tukawa tuna ile pressure ya mashindano. Na uh, tukawa na ile ile pressure ya mashindano. Kwa hiyo nilivyotoka hapo nikaenda kucheza knockout na wale Red Arrows, nilitoka na Red Arrows, nilikutana kwenye makundi na Las Sasa kwenye makundi kila mtu huwa anachanga karata zake kuendea robo fainali. Haijalishi umeshinda ngapi kwako, huyu kwake kashinda ngapi kweli? Hiyo mimi na Berkane nifunga goli mbili la, away kaja hapa nikamfunga moja, kwa sababu nilikuwa nahitaji pointi tatu tu siku hiyo. Lakini pale ambapo unahitaji kufuzu kwa magoli ama unahitaji kuchukua kombe kwa magoli, ndio mara ya kwanza sana kukutana na Berkane, sehemu ambayo kila mtu aki, yani mtu mmoja akifungwa goli nyingi kuliko mwenzake, basi huyo bingwa. Berkane amekutana na Simba kipindi kibaya sana amekutana na kipindi kibaya sana na sije na hiyo rekodi kwamba kunifunga mbili hapa nikamfunga moja. Nitamfanya kitu kibaya sana nitamfanya kitu kibaya mno. Kota, utaenda kumgaragaza, e, kwa sababu yani kwamba Simba kisha kwa Benjamin Mkapa na hasa akiwa ameshapoteza game ya, ya kwanza yani awe game amepoteza mm, unakuja Benjamin Mkapa anajijua yuko nyuma kwa magoli mangapi labda mawili au matatu mm, anakuwa na roho mbaya sana anakuwa na roho mbaya mno Kwenye, kwenye kwa hiyo mtakuwa na roho mbaya kwa RS Berkane ah, sisi kwa sababu kama alivyosema semaji na kauli mbiu yetu kwamba hii tuna tunabeba basi hii ndo tunabeba kidogo, kwa sababu timu za makundi ukitoa Berkane na Simba a, kwenye makundi yao wao ndo walikuwa majiant na ndo wao walienda finali, lakini kwenye knockout mimi nilipita nguo nilipitia ugumu kuliko yeye yenu finali kuna na CS Constantine ambaye mimi nilikutana naye kwenye makundi na mimi nilikutana na Astelebochi ambaye amekutana kwenye makundi, kwa hiyo tunafanana eh, na na nimemzidi ubaya, kila anaingia anapasuka. Sasa tunaenda kuonyeshana, mimi nimejiandaa kumpasua RS Berkane, iwe kwake iwe kwangu iwe popote pale.